Aya, angalia hii comment iko hapa juu. Kifungo ikiisha ukiwa ICU, watakuacha huko. Sasa sasa hiyo ulikuwa mfungwa, ukapelekwa ICU, e, ukakaa maybe miezi mbili ukiwa ICU ukiwa mfungwa. Na bado ujue askari wanabadilishana hapo ukiwa ICU na mpaka pegu bado unalala nayo. Serikali ina upuzi. So, kifungo ikiisha ikue umekaa ICU miezi mbili, alafu kifungo yako imeisha. Kitu ya kwanza ujue aje. Serikali inatafuta watu wenu. Na pingu serikali inachukua, inaweka. Watu wenu wakichukuliwa wakikuja, ujue serikali ndio ili sign in ya kwamba ulikuwa mgojo na audio wanakushughulikia. Watalipa bill yenye utatumia. Then kutoka hapo watu wenu waambiwe, mtu wenu ni huyu, amemaliza kifungo chake. Alafu waende wa sign huko ndani vitu za kutoka na zile makaratasi mtu anapeaga wakitoka, walete watu wenu Serikali yati ikuwacha kwa watu wenu waende kukuangalia, so hakuna hati vitu watiziji, utakuwacha huko, watakulipia mpaka bills, so inakuwa hivyo, I see vinya unifollow, maybe kesho ujui vile itakuwa eh.